Rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya afya Rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hai rafiki, habari, karibu kwenye podcast yetu ya leo ya Dokta Rafiki na sisi tunaongelea mambo mbalimbali ya afya, na kipekee katika wiki, siku ya leo ni siku ya afya ya kinywa duniani, na kwa sababu hiyo tutakuwa tunaongelea swala la afya ya kinywa leo. Tuko na mgeni rasmi, mgeni ambaye tutaenda kuongea naye kuhusu suala zima la harufu mbaya mdomoni na ni nini mtu anaweza kufanya ili kuzuia au kutibu tatizo hilo bila kusahau vyanzo vyake. Leo tuko na Dr Evarist Wilson, ambaye yeye ni daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, na leo tutakuwa tukiongea naye. Karibu sana daktari. Sana, nafurahi kuwa na wewe hapa. Asante sana, tumefurahi kuwa na wewe pia na tuna tunajua tutaenda kujifunza vitu vingi pamoja. um, sasa uh, Dr. Julius, na najua umeshatambulisha mada tunaoenda kuiongelea leo. Naam. Nam, ungependa uh, niendele straight kwenye kwenye mada yetu na ningependa tuendelee. Kwa kwanza, tungependa tuambie, tunapoongelea swala so zima la harufu mdomoni, inamaanisha nini? Au huyu mtu anakuwa anaonyesha vitu gani mpaka tunasema huyu mtu ana harufu mdomoni? Okay, asante sana um, kwanza ni topiki muhimu sana kwa sababu tunapata idadi kubwa ya wagonjwa ambao wanakuja mm. kwa ajili ya kutafuta huduma, msaada na tatizo la harufu mbaya ya kinywa, na wengine najua hawana uh, fursa hii ya kutafuta msaada, lakini wanaweza kuwa na tatizo hili linawasumbua kwa hiyo sio tatizo dogo, lipo kwenye jamii. Kwa hiyo kuna kawaida, kinywa chako au kinywa cha, cha mtu yoyote kina hakitaki kuwa na harufu ambayo inaleta shida kwa mtu mwingine Mayoki, uki inusa ina iyo, au wewe mwenyewe ukiinusa inakupa changamoto. Kwa hiyo haupati au amani ya kuona na mtu mwingine kuongea naye kwa karibu, au wewe mwenyewe ukifeel au uncomfortable na hiyo harufu inayotoka kinywani. Kwa hiyo uh, mara nyingi harufu mbaya ya kinywa na harufu ya kinywa na meno, I mean, harufu ya kinywa inaweza kuwa kwenye level tofauti kuna ile ambayo mtu mwingine akiwa mbali anaweza kuisikia, au mwingine mpaka awe close, yani karibu, au mtu mwenyewe mwenye, mwenye ile harufu mbaya, lakini anaweza kuifiri mara chache. Lakini kwa hiyo hizo ni levels mbalimbali, lakini um, so kinywa chenye afya mara nyingi huwa kina kinaweza kuwa na harufu kidogo ambayo inaitwa physiological halitosis kwa sababu harufu ya mbaya ya kinywa inaitwa halitosis. Kuna physiological ambayo ni kwa mfano, unapoamka unaweza kuwa na harufu fulani kinywani, ambayo baada ya kuamka na kusukutua inaondoka, inaisha. Kwa hiyo ni physiological, kutokana na kuwa uh, kinywa chako kilikuwa kimepumzika wakati ukiwa umelala. Kwa hiyo usafishaji wake na mate kwa mfano, pia, kwa mfano ulikuwa pia uko chini, kwa hiyo inakuwa ni hali ya kawaida, inampata kila mtu hasa ni katika hizo nilizozitaja au ukiwa hauzungumzi kwa muda mrefu inaweza ikawepo, lakini ya kawaida la iki, ikiwa ina, inaendelea yani baada ya kusafisha na inaendelea kuwepo then hiyo sasa inakuwa ni, ni tatizo taalam tunaita pathological halitosis au halitosis tu kwa neno moja. Kwa hiyo ikishakuwa ni ya kuendelea baada hata ya kusafisha then hiyo ni tatizo sasa ambalo linahitaji uh, kuuona na daktari kwa ajili ya kupata matibabu au huduma. Naam, asante sana daktari, umetuelezea vizuri uh, levo mbalimbali za hii changamoto ya harufu kwenye kinywa, na pia daktari ametuelezea ipi ni kawaida kutokea na ipi ambayo uki, nayo au ukisikia, unaona kwamba unaona kwamba ni tatizo na sasa, daktari, tunapokuja kwenye hii ambayo ni halitosis au harufu mbaya kenye, ya kwenye kinywa ya mwendelezo. Hii ina vyanzo gani? Hii ambayo mtu anaweza akawa nayo anapiga mswaki bado tatizo lipo na hali kama hiyo. Vyanzo vyake ni nini? Au inasababishwa na nini? Um, kuna vyanzo mbalimbali vya tatizo la harufu mbaya kinywa na kuna vile vyanzo ambavyo vinatokana na matatizo yaliyoko pale pale kinywani, na mara nyingine mtu anaweza kuwa na tatizo ambalo haliko kinywani, yani tatizo la mfumo wa mwili, lakini si pale kinywani. Kwa ni muhimu kujua hilo. Uh, matatizo yanayoleta harufu mbaya ya, ya kinywa ya pale kinywani ni kwa mfano ukiwa na magonjwa ya fizi. Magonjwa ya fizi, bahati mbaya sana, mara nyingi hayaumi dalili zake huwa ni kama labda ukipiga mswaki damu inatoka, au wakati mwingine damu inatoka yenyewe tu, lakini pia uh, fizi zako zinaweza kuvimba, zinabadilika rangi, zinakuwa nyekundu zaidi kuliko ilivyo kawaida, na mara chache sana huwa zinauma. Lakini uh, ile tatizo linaweza kuwa kubwa kiasi kwamba kunatengenezeka kimfuko yani, kunakuwa kuna nafasi kati ya jino lako na fizi ile nafasi huwa inatunza chakula inatunza bakteria, ambao hiyo sasa inakuwa ni infection, ambayo sasa ule mchanganyiko wa bakteria unaweza kuzalisha harufu ambayo inatokea kinywani kama harufu mbaya ya kinywa. Hiyo ni kwenye magonjwa ya pits, lakini sambamba na hiyo uh, unaweza kuwa na shida ya meno yenyewe. Ukiwa na meno ambayo yametoboka hasa yakiwa mawili matatu kwanza inakuwa ni ngumu kwako kupiga mswaki vizuri na kusafisha yale mashimo yaliyo kwenye meno. Kwa hiyo chakula kinatunza pale na bakteria wanaanza kukitumia kuzalisha harufu mbaya ya kinywa. Na um, inapoendelea kutoboka, of course baadaye ndio utaanza kupata shida ya jino kuuma, lakini unaweza kuwa na mashimo kwenye meno ambayo hayaumi na yakawa ni chanzo pia cha harufu mbaya ya kinywa. Lakini pia ukiwa na Uh, infection kwenye maeneo ya kinywa hasa maeneo ya nyuma sana kule karibu na koo linapofungukia kwa ajili ya kwenda kwenye njia ya hewa na njia ya chakula, kule kuna vitu kama inaitwa tonsil, nafikiri ile ndio ile ya kawaida kwa watu wetu wanaozungumza Kiswahili Zile tonsi zinaweza kupata uh, maeneo ambayo chakula na bakteria wanajificha na kuzaliana kwa urahisi, au zikiwa na infection. Mara nyingi inaweza kuwatokea watoto, hata watu wazima pia inawapata, lakini mara nyingi naona watoto wanapata changamoto hiyo sana. Tonsi zikivimba na zikapata infection, kuwa uh, ni chanzo pia cha harufu mbaya ya kinywa so uh, lakini pia kuna kusafisha vizuri, kwa mfano ulimi. Unaweza kuwa unafanya usafi wa kinywa na meno, lakini ulimi unausahau kila wakati, lakini pia um, so ukiwa unausahau ulimi kuusafisha, uh, inakuwa ni maeneo ambayo wa bakteria wanazaliana na kutoa harufu mbaya inayotoka hapo kinywani. Sasa hizi ni sababu za pale kinywani lakini mm-hmm. Mbali na hilo, nimesema kwamba unaweza kuwa na maambukizi au tatizo kwenye mifumo mingine ya mwili ambayo inawasiliana na kinywa moja kwa moja, kwa mfano watu wenye kitu kinaitwa tonsil sinusitis, yani ni kama infection kwenye njia ya hewa ya juu ambayo Uh, iko pembeni ya masikio ya pembeni ya pua zako, kuna mashimo pale yanaitwa sinus, maxillary sinus. Ile ile ya ndani ikipata infection inaweza kuwa chanzo, au ikiblock inaweza kuwa chanzo cha harufu mbaya ambayo inakuja kinywani, kwa sababu kuna mawasiliano kati ya hizo sinus na kinywa chako lakini uh, sehemu ya juu ya mfumo wa umwaji ikipata shida, unaweza kupata harufu uh, mbaya ya kinywa kutoka mdomoni, lakini pia njia ya ya, ya chakula ikiwa na shida yoyote, mpaka hata kule tumboni, unaweza kupata harufu ya kinywani, uh, ambayo inatoka uh, uh, tumboni. Kwa hiyo vyote hivi ni hii hivi sasa ni sababu za mifumo zaidi. Tunajua kuwa pia hata watu ambao wana matatizo mengine kama uh, matatizo ya figo. Kuna madaktari wanaweza kudetect matatizo ya figo, hasa kama kuna baadhi ya vitu vimeanza kuzalishwa kwenye mwili kama ketone body, wanaweza kuwa na harufu fulani ambayo inaashiria kwamba huyu mtu ana tatizo la figo, au wakati mwingine hata kitu kama kisukari. Kwa hiyo hii inatokana na, na harufu inayotoka kwenye mifumo, lakini kwa specific uh, kwa hiyo nafikiri kwa kifupi, Dr. Juliet, hivyo ndivyo vyanzo vya mm haraka -hmm. uh, ambavyo vinaweza kusababisha harufu uh, yuka, mbaya kinywani. Na asante sana daktari, nafikiri kati ya takeaway kubwa ambazo mimi nimepata kwenye hizi visababishi ni kwamba harufu ya kwenye kinywa au harufu mbaya inaweza kusababishwa na vitu vingi zaidi tu ya pale mdomoni. Kwa hiyo ni muhimu sana kuto kuangalia yaani kutokuishia tu kuangalia kwamba labda ni harufu mbaya, nimepiga mswaki haijaisha, lakini kumbe kunaweza kukawa na tatizo kubwa zaidi, whether ni kwenye meno, ni kwenye kinywa, ni kwenye fizi, lakini inaweza hata ikawa ndani ya mwili kwenye mifumo mingine kabisa. Yes. E, ambayo inatufanya sasa ina, ina, inafanya mtu uwe makini zaidi kwa sababu ina maana unaweza ukachukulia tu kwamba ni tatizo simple, lakini kumbe ikawa ni dalili ya kitu kikubwa zaidi kinachoendelea kwenye mwili. Ndio uko sahihi tu. Jobe, naam. Asante sana daktari. Sasa tunapoendelea, tungependa kujifunza zaidi sasa ni jinsi gani tunaweza kukabiliana na hii changamoto ya harufu ya kinywa mdomoni au basi kwa yule ambaye anayo, jinsi ya kukabiliana nayo, lakini yule ambaye hana, basi ni jinsi gani anaweza kujilinda asipate hii changamoto. Karibu daktari. Asante sana kwenye, kama nilivyoeleza sababu za harufu ya mbaya ya kinywa, kwa hiyo matibabu kwa mfano yanaenda kulingana na sababu ya tatizo lenyewe. Kwa hiyo kama mtu ana matatizo ya fizi, tatizo la fizi likitibiwa likapona, harufu ya kinywa pia itaisha. Sababu za harufu ya mbaya ya kinywa ni nyingi, na kwa hivyo hata matibabu inategemea na sababu yenyewe husika. Kama nilivyosema, ukiwa kwa mfano na matatizo ya fizi, yakitibiwa yakapona, harufu ya kinywa pia itaisha lakini pia, kwa hiyo kwa matibabu ya amini, kwa mtu mwenye matatizo ya fizi, kuna njia nyingi za matibabu, daktari wa kinywa na meno wanaweza kukuhudumia. Lakini um, ukiwa na matatizo ya meno yaliyotoboka, yanatakiwa pia yazibwe ili kusiwe na madharia ya bakteria ambao wanaweza kusababisha harufu mbaya ya kinywa. Sio hivyo tu, meno yakizibwa maana yake ni kwamba inazuia meno yako yasiendelee kutoboka, kufika hatua ambayo yanafikia kiini cha jino ambacho ni mishipa ya, ya, ya fahamu na mishipa ya damu ambayo sasa ikishafika inaweza kukuletea maumivu au infection, ukapata jipu linalotokana na jino. Kwa hiyo pia nilitaka kusisitiza kwenye platform hii kwamba so matibabu ya jino sio kung'oa, uh, sio kung'oa actually. Uh, meno ni ni kiungo muhimu cha mwili wako, kama ilivyo viungo vingine, kama kidole ambacho kikiumia hauendi kwa daktari kumwambia kikate, unapenda kitibiwe, kibaki uendelee kukitumia. Kwa hiyo na jino vile vile linapaswa litibiwe, ili libaki uendelee kulitumia. Iking'olewa e unakuwa na mapengo, una baadhi ya vyakula utashindwa kutafuna ku, ku, kwa hiyo utakuwa labda unapika zaidi vyakula, kwa hiyo unapoteza pia virutubisho vinavyotakiwa kuwekwa kwenye chakula, au unaepuka baadhi ya vyakula ambavyo ni muhimu kwa ajili ya kukupa hivyo virutubisho. Lakini pia meno yako yana, ukishang'oa jino, kunakuwa kuna nafasi natembea, kwa hiyo meno yanatembea kwa ajili ya kuziba ile nafasi, mpangilio wa meno yako unaharibika, kuna nafasi zinatokea kati ya meno na meno, kwa hiyo zinafanya chakula kigumu kinapita na kwenda kuumiza fizi zako lakini pia meno yanaweza kuinama na kujipanga vibaya kama nilivyokwisha kusema, kwa ni muhimu pamoja na harufu mbaya ya kinywa na amini ya kinywa kutoka kwenye meno yaliyotoboka ni muhimu meno yako yazibwe mapema, kabla hajaanza kupata maumivu, ili kuepusha hiyo harufu mbaya ya kinywa, lakini pia yasiende kwenye hatua ya maumivu yakishakaribia kiini cha jino, na hata kama jino linauma bado linaweza kutibiwa kwa njia nyingine ambazo ni tofauti na kung'olewa, isipokuwa meno machache ambayo daktari atashauri kulingana labda na mahali lilipo na aina ya jino na jinsi lilivyoota. Labda linaweza kuwa tu njia pekee ni kulitoa, kwa sababu haliwezi kutibika kwa njia zingine ambazo zinapatikana kwa sasa hivi. Lakini pia kama mtu ana tatizo la tonsil, au uh, ya maambukizi kwenye njia uh, tonsil na mfumo wa hewa kwa ujumla. Uh, sasa ikishafika stage ambayo daktari wa kinywa na meno ameshaona kwamba kinywani hakuna shida yoyote, anaweza kukupa referral uende uonane na daktari mwingine, kwa mfano, daktari wa upasuaji wa pua ma, wa, wa, wa, wa, uh, masikio na koo, yani EN, ENT na. Uh, lakini laki hata wakati mwingine anaweza kukupeleka kwa mtaalamu mwingine kama uh, mtaalamu wa mfumo wa chakula na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba kwanza lazima uwe clear na daktari wa kinywa na meno, alafu kama kuna uhitaji atakupeleka kutambua ugonjwa na madaktari wengine, kama una shida nyingine tofauti na pale kinywa. Asante sana. Naam, asante sana na daktari. Moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukiviona common kwenye jamii, kwenye watu ambao wanapitia changamoto kama hii, kuna ambao mfano, kuna ambao wanatumia karafuu. Unakuta mtu anatafuna tu karafuu, ukiuliza, kwa nini huwa unatafuna karafuu almost muda wote, anakwambia ni kwa sababu inasaidia kuondoa harufu. Lakini mwingine unakuta anatafuna bigijii karibia muda wote, ukiuliza, anakwambia ni kwa sababu Uh, inanisaidia kuondoa harufu mdomoni, yaani kwamba anakuwa na harufu muda mwingi, kwa hiyo anatafuta njia ya kuweza kumsaidia kwenye matumizi kama hayo. Daktari, una ushauri gani? Okay, swali zuri. Sasa kwenye hivi vitu vinavyotumika ili kuficha au kusaidia harufu mbaya kinywa na ya kinywa isiwepo Uh, kuna ambavyo havina shida sana. Kwa mfano matumizi ya karafuu. Uh, watu wanapenda kutumia hiyo kwa sababu kwanza ina, ina strong smell, yani ina harufu ya kwake inayojulikana na inakuwa ni kali, kwa hiyo inapoteza harufu nyingine inayoweza kuwepo. Lakini uh, kutafuna kitu, umezungumzia changamoto utakaoipata kutokana na kutafuna hasa vitu ambavyo vina sukari tayari kwa mfano hiyo uliosema bigi au vingine vya jamii hiyo. Kwanza ukiwa utaji expose unajiweka, unaweka kinywa chako kwenye mazingira ya sukari muda mwingi, ambayo sukari inatumiwa na bakteria kwa ajili ya kuzalisha asidi ambayo inaenda kutengeneza shida kwenye meno yako. Kwa hiyo vitu vyenye sukari kama hivyo ni hatari zaidi especially kama unavitumia mara kwa mara kwa muda mrefu. Unatafuna labda kwa saa nzima, unazo mbili tatu au nne. Kwa hiyo muda wote huo utaweka kinywa chako kwenye hali ya, ya acid ambayo inakuhatarisha zaidi kupata shida ya meno kutoboka. Kwa hiyo nafahamu kwamba kwenye kwenye industry sasa hivi kuna kuna kuna sugar free uh, sugar free sweeteners hizi gum za kutafuna yani hazina mm. sweet, lakini hazina sukari. Ni kweli. Sasa hizo tutaziongelea kwa sababu kuna zingine zina bado ziko kwenye uchunguzi mkubwa sana kwa sababu ya uh, usalama wake kiafya. naam. kwa maana ya ile sukari iliyoko kama ina ishu zingine, lakini uh, nimetaka niwatazamishe watu kwamba ishu kubwa iko kwenye hiyo sukari unayo yex, expose wewe kwa muda mrefu unavyotafuna, lakini hiyo kutafuna tafuna inasaidia kustimulate flow ya mate, na kwa hivyo usafishaji wa kinywa kutumia mate yenyewe. Kwa hiyo ndio hasa mechanism kwa nini inasaidia angalau kuondoa harufu mbaya ya kinywa, kama sababu ni ile kwamba umetulia muda mrefu lakini ile nyingine ni kwamba unafunika harufu iliyopo kwa kula kitu kingine ambacho kina harufu kali zaidi. hmm. Yes sasa. Saa nadhani pia kitu cha muhimu sana cha kujifunza ni kwamba kama kuna tatizo nyuma, kutafuna bigi, kutafuna karafuu au vitu vingine havi haviwezi kuondoa ule mwendelezo wa ile harufu, kwa sababu tatizo halijaondolewa au halijatibiwa kwa hiyo yes. mm. yeah. So cha muhimu zaidi kinakuwa ni kutafuta suluhisho ya kile ile chanzo, kutafuta chanzo ni nini na suluhisho lake ni lipi. yes. kwa hiyo watu wa, watibu chanzo cha tatizo badala ya kuficha tatizo kwa vitu mbadala. Naam, naam, ni kweli kabisa daktari. Basi nashukuru sana kwa elimu ambayo umetupa leo uh, kuhusu afya ya kinywa na meno, na specifically kuhusu harufu mbaya ya kinywa, ambayo ni changamoto kwa watu wengi, na watu wengine, ni jambo ambalo linaletaga, lina aibu fulani na lina nini, tunasema kama segregation, linaleta kutengwa fulani, ni kitu cha aibu. Sasa ukiwa mtu mzima Kuki, kwenda kwa, hata kwenda kwa daktari mtu mwingine anaweza akawa anaona ni shida, lakini kumbe ikawa ni dalili ambayo kama angeweza kuishughulikia ingemsaidia hata kujua chanzo au matatizo mengine kwenye mwili wake. Basi tunapoelekea mwisho, daktari, nakukaribisha useme uh, maoni au neno la mwisho kwa msikilizaji wetu siku ya leo. Asante sana, tuko kwenye kipindi cha actually tulikuwa na juma la afya ya kinywa na meno duniani na, na hapa kwetu Tanzania tunaazimisha kwa kutoa elimu. Bila shaka watu waliokuwa na active kwenye vyombo vya habari mbalimbali wamesikia, tunatoa elimu ya afya ya kinywa na meno kwa ujumla, lakini uh, baadhi ya mikoa, wananchi wanapata huduma za uchunguzi na baadhi ya matibabu bure. Kwa hiyo waendelee kufuatilia uh, media za mikoani waweze kujua huduma zinapatikana wapi, lakini kitaifa wiki yetu inaadhimishwa kule Mtwara, kwa kuna maeneo mengi sana ambayo wananchi wana, wanapata huduma ya uchunguzi na matibabu bure. Kwa hiyo wanaweza kutumia fursa hii pia kupata huduma hizo, lakini sana ni kushukuru kwa fursa hii, niseme kwamba Kinywa ni sehemu muhimu ya mwili wako na ina mahusiano na afya nyingine ya mwili. Kwa hiyo tujifunze kuzingatia na kufuatilia matibabu ili tuwe sawa, kama mwili wetu mwingine unapokuwa sawa. Asante sana, Dr. Julia. Naam, nashukuru sana Dr. Evarist kwa kuungana na sisi siku ya leo na ninaamini kwamba rafiki zetu ambao watakuwa wakisikiliza episodi hii watakuwa na vitu vingi sana vya kujifunza na vya kurekebisha ili wote afya zetu ziweze kuwa bora zaidi, na hasa tunapoongelea leo has, afya ya kinywa na meno basi. Uh, rafiki yangu ambayo unatusikiza siku ya leo tunakushukuru sana kwa kuungana na sisi uh, na kwenye podcast ya Dr. Rafiki Africa. Iwapo utapenda kukutana na Dr. Evarist, usisite kutuandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza kutu DM kwenye Twitter, Facebook pamoja na Instagram Kote tunapatikana kwa jina la Dr. Rafiki Africa. Lakini pia uh, episode hii itaendelea kuwepo YouTube, itaendelea kuwepo kwenye podcast platform um, kama vile Spotify, Boomplay pamoja na Apple Podcast. Ya account yetu ikiwa inaitwa hivyo hivyo Dr. Rafiki Africa. Like, subscribe na share na watu wengine zaidi ili tuweze kujifunza. Basi nikutakie siku njema na wiki yenye baraka. Kwaheri.